wafanyabiashara wote wa mbegu hapa nchini wauze mbegu kulingana na maelekezo ambayo serikali imejatoa wasimuzie mkulima bei ambayo iko nje na ruzuku kwa zile ambazo ni elfu saba hadi 4442 na na wasiende nje ya hapo kwa sababu wakienda nje ya hapo watakuwa na kwanza wanaikosea wana, wana sheria ya mbegu lakini pia wanaikuzikosea sheria zingine ikiwemo pia sheria ya hujumu uchumi unapomuuzia mtu mbegu ambayo umemuuzia kwa bei ambayo ni zaidi ya ile ambayo serikali imeelekeza, unahujumu uchumi wake. Kwa hiyo makundi yote mawili wazingatie hayo maelekezo ya serikali. Haya mafunzo ya tulishafanya tena Simiyu, tukapata wahitimu kama tisini na moja, tumeshafanya na Shinyanga, tukapata wahitimu kama mia moja na hamsini na zaidi. Kwa namna hii tunaenda vizuri, lengo hasa hasa kwa sasa, kwa sababu serikali inatoa mbegu za ruzuku. Kwa hiyo tunafanya haya mafunzo ili mbegu zote zilizoko kwenye mfumo wa ruzuku ziweze kuwasogelea wakulima, waweze kuzipata kwa ukaribu zaidi. Changamoto tulizokuwa tunakutana nazo sisi kama wauzaji, wakulima walikuwa wanakuja wanasema mbegu hazioti vizuri hazifanyi vizuri. Sasa hizo changamoto zote tumezielezea hapa, wametueleza namna ya kuzitatua. Kila mtu anapoenda kuchukua mbegu achukue mbegu, hakikisha ile mbegu ni bora na tue, tunachukua risiti. Unapokumelangua mbegu, hakikishe umepata risiti. Kwanza ni kubaini mbegu ambazo ni bora hilo ni la kwanza, lakini la pili ni jinsi gani mbegu hii ziende kutunzika kwenye magara yetu. Kwa hiyo hayo ndiyo mambo ambayo sasa nimeona ni jambo la muhimu ambalo sasa nilikuwa silijui si, kabla ya kupata semina hii na mafunzo haya. Changamoto kubwa iliyokuwepo kwa wakulima mbaono wateja wetu ilikuwa ni mambo ya mambo kama tatu au manne. Cha kwanza ni kutambua kutotambua ubora kwa mbegu ambayo walikuwa wanaichukua lakini cha pili, uh, kuna baadhi ya mbegu ambazo ziliingia msimu uliopita zilikuwa tofauti na ambavyo zilikuwa. Lakini basi kutokana na elimu hii na mafunzo haya, mambo ambayo nimejifunza ikitokea changamoto kama hiyo, mkulima aingize vocha ambayo ipo kwenye kile kifungashio, aangalie uhalisia wa jina la mbegu hiyo, lakini pia na usajili wa mbegu hiyo kama mbegu hiyo ni halali. Kwa hiyo wakulima hawa sasa kwa sasa kwa kutokana na mafunzo haya, nitaenda kuwaeleza nini ambacho nimekitoa kwenye mafunzo haya kwa ujumla.